Mimi ninaitwa Askofu Rogati Kimaryo, askofu wa jimbo hili Katoliki la Same. Muda huu nimejikuta mimi nitakuwa katika waskofu wangu nitakuwa tunaadhimisha au naongoza maadhimisho um, ya jubilei ya miaka hamsini ya tangu uh, tutangaze kuwa jimbo tuna jipanga tunajitayarisha, kwani ifikapo tarehe tatu mwezi wa Februari mwaka 2027 tutakuwa tunaadhimisha hiyo miaka hamsini kama kilele chake. Na katika kamati yetu ya maandalizi, kamati endeshi, tukaona ni vyema ni vyema tukajenga groto ya Bikira Maria mama wa wasafiri mama mwombezi wa watu wote, hasa tukiombea barabara yetu hii ambayo uh, inatoka huko kusini kuanzia huko Dar es Salaam hata na, na kabla ya hapo kuelekea Arusha na zaidi. Kwa hiyo barabara hii sisi, uh, kwa miaka hii ya karibuni uh, kama miaka 17 18 iliyopita tumeshapata Uh, ajali yani, watu wasafiri washapata ajali mbalimbali mbali, tena nyingine mbaya sana, lakini tukasema sisi kwa imani yetu, kwa imani yetu ni vizuri tukajenga uh, groto hii ya Bikira Maria mahali hapa panaitwa Maligo. Hapa Maligo ni mahali ambapo kwanza naturally watu wamekuwa wanasimama uh, wanafanya kile ambacho kwa Tanzania uh, wasafiri wanaita kwenda kuchuma dawa haza hmm, kuchuma dawa. Tukaona mahali hapa mada wameshafanya hio kwa miaka mingi, ni mahali ambapo nadhani panahitaji uh, choo um, maliwato nzuri, watu waweze kujisaidia, madereva waweze kupumzika kidogo kabla ya kuengea safari, lakini tukaona pia ni mahali ambapo kiimani, ki kiimani, spiritually ni vizuri uh, tukamkabidhi mama yetu Bikira Maria kama mwombezi wetu apaombee mahali hapa, ili watu wawe madereva wale hasa wawe da, na, na huo mtizamo uh, wa kiroho kwamba wamebeba roho za watu, wamebeba wa watu, na waweze kwenda kwenye mwendo unaoridhisha uh, unaofuata sheria za uh, polisi trafiki za sheria za serikali na wasiende mbio mno. Madema wote tu, lakini anakaribishwa kusimama mahali hapa na kusali kidogo na kufanya watu wasali kidogo. Dakika mbili tatu zenyewe zinatosha kuepusha ajali tuli ya, ni, ni kitu cha siku nyingi tumekaa tukafikiria mawazo ma mbalimbali ya ujenzi. Awali ilikuwa ni kakitu kadogo tu, kilikuwa kakitu kadogo ambacho tukasema tukiweka mawe groto, unajua ni ni kujipanga tu na, na ile sanamu kujenga pango fulani na sanamu, lakini tumeshirikisha watu mbalimbali. Awali ilikuwa ni, ni kitu cha shilingi milioni 34 lakini watu wameshauri tujenge kitu kikubwa kidogo e, kama shilingi e, milioni mia mbili ndio tunachokilenga kwa sasa hivi, lakini tunaamini baadaye lazima kiwe, akishazoeleka watu wakizoea Patakuwa ni mahali pakubwa, mahali pa hija ya kijimbo hija hata ya kitaifa, na hivi tunategemea kuwe na jengo kubwa zaidi. Kwa sasa hivi tunafanya kile ambacho kinawezekana kitu kama cha shilingi milioni 2250 ndipo kwa muda huu ndicho tunachokilenga. <mulia>